Kwa jina naitwa Mwalimu Radhia Mpangile mwalimu mkuu shule ya msingi Kiguza iliyopo wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa waziri wa ujenzi Mheshimiwa amis Abdalla Ulega kwa ajili ya kutupatia madawati watoto wetu. Sasa wa darasa la kwanza wote wamepata madawati na wanakaa juu ya madawati, kwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo imefanya wazazi kuleta watoto wao wengi katika shule yetu kuandikisha kwa kiasi kikubwa hicho. Lakini pia shule yetu ina utaratibu wa kutoa chakula asubuhi na mchana. Huu ni utaratibu ambao umewekwa na wazazi wenyewe kupitia program yetu ya uwawa, yani ushirikiano wa wazazi na walimu. Lakini pia shule yetu ina bustani kubwa ya mbogamboga, kwa hiyo inasaidia watoto wetu kupata chakula cha mchana. Hivyo ni vitu ambavyo vinavutia, wazazi wanapenda kuona watoto wao wanapata chakula asubuhi na mchana na wanaendelea vizuri na masomo. Lakini katika hali hiyo hiyo inatupelekea kupata ufaulu mkubwa wa wanafunzi wetu wanaokwenda kidato cha kwanza mwaka huu tumeweza kutoa watoto zaidi ya 135 wamekwenda sekondari, lakini kati ya hao wamekwenda katika shule maalum za serikali za kitaifa ikiwepo ya Dakta Samia iliyopo katika mji wa Dodoma. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana viongozi wetu wa ngazi ya wilaya, lakini pamoja na ushirikiano mkubwa unaopatikana katika ngazi za vitongoji pamoja na vijiji na kata kwa ujumla. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru pia Mama Samia kwa kuweka mikakati ambayo iko madhubuti inayosababisha tunapata madarasa kama ambavyo mnayaona, lakini pia kutuweka karibu na viongozi wetu. Sasa tuna ushirikiano mkubwa na wa kutosha, tunaendelea kufanya kazi vizuri. Asante sana. Naitwa Sara Musa, nimwandikisha mwanangu ni darasa la kwanza, kwa kupendekeza shule ya yani nafundisha vizuri na wanaelewa vizuri eh, ipo kwenye ubora zaidi. Walimu wetu wanasomesha vizuri na watoto wanaelewa vizuri. Tunatoa shukurani sana kwa hilo, tunatoa shukurani sana kwa Mama Samia, tunamshukuru sana sana kwa kutusaidia kwa, ma, kwa madarasa yetu. Shule yetu iko vizuri na madarasa yapo vizuri kubwa zaidi. Kilichowavutia hapa shuleni kwanza ni na msimamo ni mzuri, kuna, kuna chakula ni vizuri, kuna, kuna, kuna, tunajitahidi kuchangia kama wazazi unaona na, na wazazi wengine pia wajitahidi katika mchango wa chakula, na wanapika vyakula, watoto wanakula vizuri na wanaendelea vizuri katika mazingira ya hapa shuleni. Kwa jina naitwa Zainabu Ali, naishi hapa Kiguza. Nimemleta mtoto wangu wa darasa la kwanza. Nimependa shule hii, kwanza ni mzuri, inafundisha vizuri watoto, wana uelewa mzuri, wana kula wapo wanakaa vizuri kwenye madawati wanasoma, yani kwa kweli ni shule nzuri inavutia.